Ya mkate wetu wa sinia huu, tayari wa kupika na oven, rahisi sana. Mwaona uko soft fluffy kwa moto, lakini bado twasubiri upoe tuukate. Mwaona wenyewe watoka pia katika sufuria, mwaona, mwaona watoka wenyewe. Twasubiri upoe tuukate. Mkate wa sinia wa kupika kwa oven. So simple. Assalamu alaikum guys, leo twapika mkate wa sinia huu. Ni mchele wangu naroweka masaa sita, nimeuroeka vikombe viwili, mchele wa pishori, nimeroeka for 6 hours vikombe viwili. Twapika mkate wa sinia. Hii ni amira yangu yeast, naika ki one tablespoon na nusu na nusu kwa sababu vile kuna baridi, ndio upate kuumuka vizuri, upate kufura vizuri. Hichi ni kikombe changu cha sukari kimoja, nimepima kikombe kimoja cha sukari, hicho cha kikombe ambacho nimetumia kupimia mchele, ndio nimepima sukari kikombe kimoja. Natia na iliki yangu, iliki kadamu, natia hapa ndani. Natumia huwa natumia yeasti hii Amira, hii Angel, huwa anatumia hii Angel. Hichi ni kikombe changu kimoja cha tui, na mimi na hapa ndani tupika mkate wa sinia. Napima na kikombe cha pili hichi, na mimi na hapa hapo. Vile vile utakapopima mchele kama vikombe vitatu, na tui liwe maji anazi ya vikombe vitatu kama vikombe viwili ya viwe vikombe viwili pia ha, shati ya hapa sasa. Twasaga, twasaga mchele wetu. Haya, mchele wetu <coughs> ushasagika vizuri tu, mimi na hapa ndani ya bakuli Wahakikisha mchele wako unausaga mpaka unasagika yani, yani chenga chenga zote zasagika yani, usikie hata chenga yani. Hii recipe nshaifanya mkate wa sinia, nadhani kama sijakosea, hii itakuwa ni mara ya nne. Ukifata hii recipe yangu, recipe yangu mkate wa sinia, hautaku- hautakusumbua mkate wa sinia ni very simple kufanya, huwa Yaani hausumbui ni bora tu vipimo uvipime vizuri. Kama mchele ni umepima glasi mbili, haya na maji yako ya nazi pia yawe glasi mbili. Sukari ni wewe mwenye, kama utataka sukari glasi moja, ama mpenzi wa sukari nyingi wapima glasi moja na zaidi. Haya, muone shasagika kabisa, hakuna hata chenga, haina hata chenga. Nimepima one tablespoon na nusu ya amira, kwa sababu sahi vile kuna baridi, mpaka ukipima amira kidogo, ukitia amira kidogo ita take time kufura. Lakini ukiongeza vipimo vyako vya amira vile kuna baridi ita utafura, yaani hata uta utakawia kufura huu tutaupa kama 30 minutes to 40 minutes, utakuwa uko tayari tuchome mkate wetu. Saa hii twa ufinika ufure. Saa hizi mwauona huu uko hapa, ukifura uta double size utafika mpaka hapa. Tufinike ufure, unaifinika kama hivi, yanai tight sili yako hii hii inafinika vizuri, kwa maana inatia warm katika katika uwa uunga sasa. Hii after 30 minutes to 40 minutes utakuwa ushafura, haitachukua round kwa sababu tayari inatia joto ndani. Hii yasaidia sana sananameona ushaumuka mkate wetu, ushafura, ushakuwa double size. ahakikisha unaukoroga mpaka unaregea chini. Unatoa hizi upepa luku ndani na huku shabandika sufuria yetu na mafuta kwaeacha so iaa moto na hakikisha sufuria yako inapata moto vizuri, halafu ndo minine minine kati wako tuna ile jiko la kuka ile dogo ile ambayo lina moto mdogo, na mimi napa bismillah, na nato, unatoa wote, wote kabisa. na no, no, watumia lile jiko dogo kabisa la kuka la kuka yakwa, twafinika twaweka moto mdogo, twaweka moto mdogo kabisa hivi, polepole. Mkati wetu watafuta mfiniku ambao mzuri, ambao unakava kila mahali, upepo hautoki. Na na tusubiri sasa, alafu huku unaendelea kupreheat oven yako, naasha oven yako moto wa mia mbili na ishirini dakika kama kumi, maanake hapa itachukua kama dakika tuseme ishirini thelathini, itakuwa shaiva. Ushaiva hapa juu, tutataka uive chini. Juu tutauingiza tuta katika oven, utakauka kwa oven, utapata rangi nzuri. Mkate wetu shaiva huu, sasa kwenda kuweka kwa oven upate rangi ya juu moto wa mia mbili na ishirini dakika kumi na tano to twenty minutes utakuwa uko tayari. So, maona ukishaiva kwa gesi, kwa jiko la gesi juu, hata ukiushika hivi, aona mikono wako eh, na kwa mikavu uko tayari. Sasa tuenda kuweka upate rangi tu ya juu kwa oven. Mkate wetu wa sinia wa kupika katika oven, so simple